angu mtoto mwenyewe ndio wewe tumoja kama dawa <coughs> maisha ya, maisha hapo kama upepo, naweza kurukaruka kote. Basi unaposema baada ya inakuja kufanyika, unapata mtoto hapo hapo, yaani yote, Mungu tu anapoamua kufanyia wepesi, kidogo kidogo. Mama mimi, maji yana nini baridi nasikia ngado samani, kuna jambo nataka kuongea na wewe. Ongea ki kiukweli, nina ukweli mzito ambao nilikuwa nao ndani ya moyo wangu. Ni siri mzito nimeificha, lakini sioni haja ya kuendelea kuificha. Bola nikwambie ukweli ili ujue kila kitu, kwa sababu wanasema mficha marazi kifo umuumbua. Nami sitaki kuumbuka wala kudhalilika kwenye uso wa dunia. Bora niseme ukweli kwako, walau nitapunguza dhambi. Nahitaji pepo pia nahitaji amani ya moyo. Kipindi ambacho nimekutana mi na wewe, tukaanisha mahusiano mi nilikuwa na ujauzito wa wiki moja. Maana yangu ni kwamba huyu mtoto sio binti yako. huyu ndo baba wa mtoto. Kwa kipindi chote hichi alikuwa jela, kwa sasa amerudi. Kwa hiyo sitaendelea kuwa na wewe, naendelea kuanzisha familia na mzazi mwenzangu pamoja na mtoto wetu. Kiukweli sikuwahi kukupenda, sikuwahi kukupenda hata kidogo, ila ni shida ndo zimenifanya nije kwako. Nashukuru sana kwa muda wako wote. Asante kwa kila kitu, umenisaidia sana, sikuwa na msaada wowote kwanza. Asante sana kwa kunitunzia mke wangu pamoja na mwanangu kwa muda wote pili. Nisikilize bro, kwanza, sasa hivi naomba ukae mbali na familia yangu. <tune>